Naam, ilani mpya ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi kwa mwaka 2025 2030, ndio tunaweza kusema inasubiriwa hivi sasa, na hii ni baada ya ahadi kutolewa kwamba Ijumaa ndipo ambapo tuseme mbivu na mbichi pengine zitajulikana kuhusiana na ilani yenyewe inakuja na mahitaji gani kulingana na kilichopo kwa wananchi, ama upepo wa siasa jinsi unavyoenda, lakini pia malengo ya Chama Cha Mapinduzi walionayo katika kuendelea kuhudumia wananchi, na hii ni baada ya siku ya kwanza kushuhudia namna ambavyo chama tawala kimejinasibu kwa namna gani ambavyo kimetekeleza ilani ya sasa ya mwaka elfu mbili ishirini elfu mbili na ishirini na tano na kwa sehemu kubwa ikionyesha ni kwa namna gani ambavyo inaona kwamba imepiga hatua katika utekelezaji wa ilani yenyewe. Sasa haya ambayo yamefanywa na CCM leo kuelekea katika kuleta hadharani ilani mpya yanatoa picha gani kwa taswira ya chama chenyewe, lakini pia mwelekeo wa siasa za nchi na je, hii ina maana gani katika ushindani wa kisiasa? Mimi ni Raymond Nyamwihula, huu ni Uchanganuzi, tukiangalia habari hii ambayo hivi sasa imekuwa gumzo katika siasa za hapa nchini kuelekea kesho ambayo uh, ilani yenyewe inatarajiwa kuwekwa wazi. Katika kuliangalia hili, tuna wageni wawili ambao tutakuwa tunapita katika kuangalia maoni na mitazamo yao kuhusiana na hiki ambacho kimefanyika na kinachotarajiwa kufanyika. Hapa studio tunaye Dr. Frenki Arabi Je, tunaweza kusema ni kada kijana wa Chama cha Mapinduzi. Daktari Arabi, karibu sana. Asante sana, nafurahi kuungana nawe. Asante sana, lakini pia mbali na Daktari Arabi tunaye Thomas Kibwana kutoka pale kwenye studio zetu za Dodoma. Yeye ni mchambuzi wa siasa, lakini pia diplomasia. Thomas, habari ya wakati huu kutoka Dodomia? Salama kabisa, tunawanyima tu zabibu huku <laughs> naamini utakaporejea utakuja nazo hapa mjini. Pengine nianze ni uh, kutoka kwako kwa Thomas kwa sababu ulikuwepo wakati wa tukio lenyewe, kwa maana siku ya kwanza ya mkutano huu mkuu maalum wa Chama Cha Mapinduzi, umeona kiuchambuzi, ni umekuwa ni mkutano wa namna gani katika siku yake ya kwanza, kama kipenga ndio kimepulizwa? Nam, kwanza shughuli uh, ilifana uh, kama ulibahatika kuangalia clips kadhaa, watu walikuwa wanasherekea, makada wanafurahia, lakini tukio kubwa ilikuwa kwenye kutoa ripoti au wasilishaji wa utekelezaji wa ilani ya CCM kwa mwaka 2020 na 2025 kwa upande wa Zanzibar na kwa upande wa kwa upande wa Muungano. Na hiyo ndo kama ndo wanasema ndo pretense au ndo tukio linaloanza kabla kesho kuzindua e, ilani yenyewe. Kwa hiyo makada pamoja na wananchi kiujumla leo watakuwa wamepata taarifa ya kwamba vitu gani vimetekelezwa ndani ya miaka mitano e, kwa asilimia ngapi, na kesho sasa E, chama kitaletea ilani mpya kuwaomba sasa kwamba hii ndo tunaombea ridhaa kwa ajili ya kuongozwa kwa miaka mitano mingine, Thomas. mm -hmm. Uh, kiuchambuzi tunaona CCM wenyewe wanajinasibu kwamba kwa, kwa sehemu kubwa wamefanya mazuri ama yale ambayo walitarajia kuyafanya pengine hata zaidi ya matarajio, lakini kiuchambuzi ukiangalia na mambo ya jinsi yalivyo, uh, kwenye jamii yenyewe kina, wanachokiongea kinaendana na uhalisia? mm -hmm. Uhalisia upo ni kwamba tukumbuke kwamba hii leo ni shule ya kichama mm. Kwao lazima mambo mengi e, yapambwe, lakini ukiangalia katika ripoti yao e, wamejitahidi nao kama kujifanyia uchambuzi binafsi. Kwao kila kitu ameweza kuelezea kwamba kwenye hiki hapa tumefika kwa asilimia hiki au tumefanya kiasi kiasi hiki. Of course hawezi kukamilisha yote ndani ya miaka mitano. E, lakini unapata sense kwamba kwa asilimia kwa kubwa yale waliopanga kuyatekeleza wamefanikiwa kuyatekeleza mm -hmm. Sawa sawa. Uh, Thomas Dkt Rabi uh, nyinyi ndo vijana uh, ndani ya chama chama tawala. Uh, pamoja na kwamba mitazamo wengine wanasema vijana ni nguvu kazi ama taifa la kesho, lakini kwa sasa mtazamo sa. mkubwa ni kwamba vijana ni nguvu kazi ya hivi sasa. Haya ambayo amefanywa na Chama cha Mapinduzi, maeneo gani ambayo mnaona kwa sehemu kubwa ni kweli, ukiangalia na hali halisi jinsi ilivyo mnatembea kifua mbele? Uh, asante ndugu mtangazaji uh, kiukweli e, tumeona wenyewe e, namna ya e, mkutano mkuu ulivyoenda e, mwenyekiti wa chama e, chama chetu e, Mweshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan ameweza kupewa ripoti ya utekelezaji wa ilani iliyopita mm -hmm. na kesho tukisubiri kupata ilani e, itakayotupeleka katika uchaguzi mkuu e, ambayo tutaipeleka sasa kwa wananchi kwa ajili ya kuomba ridhaa ya chama chetu cha Mapinduzi kuchaguliwa viongozi mbalimbali mbali, ili kwenda kuiongoza nchi ifike mbali zaidi. Mm. Lakini vile vile tukitizama e, yaliyofanywa katika ilani iliyopita wengi ni shuhuda, makubwa sana yamefanyika. Kuanzia swala la ajira kwa vijana, e, tukienda kwa mfano kwenye sekta ya afya, e, vifaa tiba, e, bajeti ya dawa imeongezeka, e, mheshimiwa rais aliweza kutenga fungu kubwa la kusomesha wataalamu. Sahivi wataalamu wanapatikana kila mikoa kila wilaya e, vifaa, e, vya, vya uchunguzi wa kitabibu kama CT scan zimesambazwa kila mkoa, madaktari bingwa kila mkoa katika kila wilaya. Kwa hiyo kwa ujumla hiyo ni sekta moja tu ya afya, lakini vilevile e, unaangalia sekta kama ya, ya kilimo na, na uvuvi e, zimekuja boti nyingi za kisasa zinazosaidia kwenye uvuvi e, kwenye kilimo tunaona kabisa namna gani e, bajeti ya wizara ya kilimo imezidi kuwa kubwa zaidi na wakulima sasa wananufaika na kile kilimo. Kwa hiyo tunatoka katika zama za kipindi cha nyuma ambapo kilimo ilikuwa ni kama adhabu, lakini sasa hivi kilimo ni biashara na fursa mm -hmm. Na yote hayo yamewezekana ya kufuatana na utekelezaji mzuri wa ilani iliyopita mm -hmm. ambayo iko chini ya, ya, ya, ya Rais wetu Mheshimiwa Dr. eh, Samia Suluhu Hassan na, na Chama Cha Mapinduzi. Aaa, sawa sawa. Uh, kwa namna ambavyo uh, upepo wa kisiasa ulivyo na tukiwa unaelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba iko mbali, na katika kipindi kama hiki ni matarajio kwamba kuna kila chama kikijaribu kuangalia ni kwa namna gani ambavyo kinaenda kuteka hisia za wapiga kura ambao wanasubiri kuona zile hizo ilani na kampeni zitakapokuwa zimeanza. Mnajiona wana mna, mna, vijana wa CCM mnaingia kwenye uchaguzi huu mkiwa na mambo gani ambayo mnatamani kwenda kuyaona mnayapigania, mna, mna, mna ama mnayanadi zaidi pamoja kwamba tunasubiri ilani tuione, lakini kuna vitu ambavyo nyewe mkikao kumtana mnasema, lakini hapa, hebu tukingefanyika hiki. E, asante sana ndugu mtangazaji. Kwa hiyo, nadhani, kitu kikubwa sana ambacho Chama cha Mapinduzi imekifanya na ndo maana pia kinazikuwa ni chama nambari moja, eh, Tanzania na Afrika kwa ujumla, tunapoandaa ilani, eh, inapoandaliwa ilani inayotupeleka katika uchaguzi mkuu, ilani hii imetengenezwa kutoka kwa wananchi wenyewe. Kwa hiyo kutoka kila mwananchi amehusishwa katika utengenezaji wa ilani hii. Kwa hiyo hata tutakavyokwenda katika uchaguzi sasa, eh, ni kwenda ku, ku, kuyasemea sasa yale ambayo waliyapenda yaone, na sasa tunakwenda kusema wananchi wakichagua wa, wa, wa, wa Chama cha Mapinduzi ili kwenda kusimamia vizuri ilani wa yale ambayo waliyatarajia. Na vile vile, eh, suala la, la kwa mfano eh, katika ilani iliyopita kulitiliwa sasa msisitizo katika swala la ulinzi na usalama wa nchi na wewe mwenyewe ni shahidi pia namna gani kwa kipindi chote cha miaka e, mitano iliyopita nchi yetu imekuwa salama, imekuwa shwari, na kwa hiyo hata tunapokwenda katika e, miaka mitano mingine, Chama cha Mapinduzi kikiendelea kukaa madarakani, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akiendelea kukaa madarakani, tutakwenda kuzidi kuimarisha e, amani na usalama wa nchi yetu. Na kama awali nilivyozungumzia, e, katika sekta, mfano sekta ya kilimo na sekta ya afya, makubwa yameshafanyika na miaka mitano ijayo ni kwenda kuendeleza yale mazuri ambayo yameshafanyika sasa. mm -hmm. Na pia vile vile katika sekta za kimkakati eh mm -hmm. Eh, katika uchumi tumeona namna gani bandari yetu imepanuliwa na, na sasa tunapokea shehena kubwa sana za mizigo eh ambayo yanakuja ku transform sasa eh, vipato vya raia pamoja na uchumi wa nchi kwa ujumla. Kwa hiyo pia uwekezaji wa kimkakati eh ambao umefanyika, tunaona pia viwanda mbalimbali vilivyojengwa vya kimkakati kabisa. Kwa sasa namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kinaleta mabadiliko ya kiuchumi nchini ndo inatupa nguvu na tunazidi kwenda kifua mbele kwamba miaka mitano ijayo Chama cha Mapinduzi kitachaguliwa na kitazidi kusonga mbele zaidi. Dkt. mm -hmm. Frank Arabi, kada kijana wa Chama cha Mapinduzi. Thomas Kibwana, kwa jicho la kiuchambuzi tunaona wenye CCM yao kama ambavyo tumeona kwenye mkutano na hata hapa studio, ni kwa sehemu kubwa wao ni wanatembea kifua mbele, wanajigamba kwa yale ambayo yamefanyika, lakini tunapoangalia utekelezaji kwa maeneo ambayo uh, siku nzima ya Alhamisi sehemu imeitumia kuyaongelea kwa namna ambavyo wameyafanya katika ilani hii inayoelekea ukingoni, matarajio ni yapi, kuiona ilani ya namna gani katika hiki kitachosubiriwa Ijumaa hii, hii? Mi matarajio yangu ni kwamba um, ilani ambayo itazinduliwa kesho, uh, kwa kiasi kikubwa Uh, itafanya mwendelezo wa vitu ambavyo viko kwenye ilani hii, mfano ni miradi ya kimkakati ambayo mingi imefikia asilimia fulani, lakini huenda hajakamilika kwa asilimia mia. Sasa katika kumalizia, lakini ni siku chache tu zilizopita ambazo tuliona kwamba Tanzania ilizindua sera mpya ya mambo ya nje ambayo uh, waliweka msisitizo kwenye vitu kama uh, uchumi wa bluu na na diplomasia ya kiuchumi. Kwa hiyo natarajia uh, vitu kama hivyo uh, vitakuwa vimepewa uzito mkubwa kwenye hiyo ilani ambayo itazinduliwa kesho <coughs> lakini pia kwenye masuala ya ulinzi, natarajia hiko ni kitu ambacho kitagusiwa kwenye ilani, hasa kwenye karne hii ambapo sasa masuala ya ulinzi na usalama yanahusu sio tu eh, yale mambo ya kawaida ambayo tumeyazoea lakini pia kuna swala pia ya mitandao kwamba ni kwa namna gani nchi pia inajilinda kwenye eneo la mitandao. Kwa hiyo ni vitu ambavyo natajia kuona, lakini mwisho kabisa nadhani ambao ndo la muhimu kabisa, ambao lazima itagusiwa ni swala la ajira. Kwa miaka minne sasa mitano, tulikuwa tumeongelea kuhusu swala la ajira na vijana kujiajiri. Kwa hiyo lazima itaongelea ni kwa namna gani sasa serikali ya CCM itawezesha Uh, vijana kupata ajira edha kwa kuajiriwa au kwa kuwezesha kujiajiri. Sawa sawa, Thomas, uh, kwenye siasa wanasema pia kuna mchezo wa namba; namba zako zina kufanya uji, ujiangalie ama ujitathmini katika unapokuwa unaelekea kutafuta matokeo mazuri. Hebu tuangalie hiki ambacho pia kimefanywa na Chama cha Mapinduzi, CCM, kwenye siku ya kwanza ya mkutano wake mkuu maalum pale Dodoma. Kimeainisha ni kwa namna gani ambavyo kimefanya Uh, usajili wa wanachama na huu ni usajili ambao umebainishwa ikisema kwamba imevuna uh, zaidi ya watu milioni kumi na tatu, lakini ukiangalia katika wa, uh, mavuno hayo ambao wameyafanya katika uandikishaji wa wameainisha mikoa ambayo pia ni vinara. Utaona hapo katika watu zaidi ya milioni kumi na tatu, Dar es Salaam imeandikisha watu milioni moja laki mbili elfu tisa mia moja ishirini na tisa, Morogoro uh, laki saba elfu sitini na moja mia tatu na tisa Kagera laki saba, elfu saba, mia mbili tisini Mwanza laki sita, elfu tisini na tano, mia tatu sitini Dodoma laki sita, elfu sabini na nne, mia nane na nne. Ongezeko hili la uandikishaji, Thomas, si sehemu imefanya nini hapa kulifikia hili? Uh, kwa kwanza walikuwa na kampeni nzito ya ku ya kushawishi wanachama wao na ambao sio wanachama wajiunge na wajisajili uh, kidijitali. Uh, kama unakumbuka mwaka jana mnamo kwenye mwezi wa saba, UVCCM ilifanya tukio kubwa pale uwanja wa taifa, uh, mbali mbali Mbapo, wa kukusanya vijana mbalimbali wa daa, ambapo moja ya vitu walivyokuwa wanafanya ni kuwasajili watu uh, kupitia njia ya mtandao. Kwa hiyo ni kampeni ambayo wamekuwa wakiwekea msitizo mkubwa sana kuwahimiza wanachama wao wajisajili, uh, kidijitali. Na hii ni jambo zuri kwa sababu inasaidia kuweka database vizuri. Kama walivyotoa takwimu hapo, wametoa takwimu ya kila mkoa. Kwa hiyo kwenye kila mkoa e, chama kinaweza kikajipima kwamba e, uhai au afya wa chama kwenye kila mkoa uko wapi, e, na ni sehemu gani au maeneo gani ambapo wanahitaji kuongeza kuongeza bidii zaidi. Lakini kwa wanachama milioni kumi na tatu si haba eh, hasa ukichukulia kwamba Watanzania walikuwa milioni sitini hapo, lazima watoe idadi ya watu kadhaa ambao ni watoto, hawajafika umri wa kupiga kura. E, kwa hiyo kama wamefanikiwa kwa hicho ah, ni jambo kubwa na laheri na natamani tuone vyama vingine pia nao watoe data zao kuhusu wanachama ambao wamewasajili kidijitali. Mm -hmm. Franki, doctor. Kwenye namba hapa unasema nini? Eh... Ma... <tinyi> Bwwe, kuna msemo wa kizungu unasema number fly tumeoneshwa kwamba tuna zaidi ya wanachama milioni 13 mm, na hiyo ni, ni ishara kwamba sasa eh, wananchi sasa Watanzania wana imani kubwa sana na Chama Cha Mapinduzi. Ni ishara kwamba eh, Watanzania wana imani kubwa sana na, na rais wetu na mwenyekiti wa chama chetu eh, Mheshimiwa Dr eh, Samia Suluhu Hassan. Lakini pia vile vile ni imani kubwa sana kwamba eh, wana, wana CCM sasa na Watanzania kwa ujumla wana imani kubwa sana na, na, na, na, na Mheshimiwa Rais eh, Dr Hussein eh, Ali Mwinyi kwa hiyo dokta, kidogo nikukatisha hapo, nitakuja kumalizia hoja yako hii. Thomas, kwenye swala hili la namba, vyama hivi vinavyofanya usajili, uandikishaji wa wanachama, kila chama kitakuja na takwimu zake. Bila shaka ni kitu ambacho tumekuwa tukikishuhudia pia mara kwa mara, lakini sasa hapa inaweza ikawa ni kama kila mtu anajiuliza, nani anaweza akawa na taarifa ya ukweli na nani aaminike kwa namba alizonazo? Mhm. Mm -hmm. Eh, sahihi kabisa, lakini sasa inapokuja kwenye swala la namba eh, chama kikitoa takwimu ambazo sio sahihi ah, inajidanganya yenyewe kwa sababu mwisho wa siku ah, hizi namba ni kwa ajili ya ah, chama chenyewe, namna ya kujipima <coughs> na namna ya kujiandaa kwenye kwenye chaguzi mbalimbali. Kwa hiyo mwisho wa siku ah, hizi namba tunatarajia atuzione ah, zikiuiana tunapokuja kwenye kupiga kura. Eh, kwambo huwa tunasema kwenye uchaguzi, huwa huwa watu wanaopiga kura ni kwenye asilimia 40 mpaka 50 hivi, eh, kwa hiyo sasa, tunatarajia nani, vyama vikitoa hizi data walau walau kwa namba za chini kabisa tuone kura zako, eh, zikiwa walau asilimia 40 eh, ya namba ambazo umezitoa kwenye kuzisajili. Eh, kwa hiyo kwa mfano hapa CCM ametaja Eh, wanachama milioni kumi na tatu, kwa hiyo ina maana hapo asilimia arobaini eh, wakienda kupiga kura, ina maana hapo ni kama kura milioni sita. Kwa hiyo mwisho wa siku hizi namba tutaziona kwenye uchaguzi mkuu na kupima zipi zilikuwa sahihi na zipi hazikuwa sahihi. Uh, huoni kwamba sasa hapa au kuwe kuna utaratibu ambao unaweza ukawa una, una, wa, wa uthibitishaji kwa maana yani, mbali na vyama vyenyewe tumkimbilie nani atuthibitishie? mm -hmm. mm -hmm. Sasa mwisho wa siku mazoezi haya mm -hmm. yanafanywa na vyama vyenyewe, hizi ni data ni za vyama vyenyewe. Sasa mimi hii nawapa challenge waandishi wa habari wa sasa, kazi kwenu sasa kufuata hivi vyama mm -hmm. e, na kuomba sasa nao watoe ushahidi wao kwamba namba zetu, database yetu tumeipata kwa namna hii mm -hmm. Lakini mwisho wa siku hizi sio data za wapiga kura wa nchi, ni data za wanachama mm -hmm. wa chama. Kwa hiyo namna wanavyozipata ni juu ya vyama vyenyewe, lakini naamini waandishi wa habari mkienda kudadisi hivi vyama e, watawapa namna ambavyo wametumia kupata hizi namba na jinsi gani na walivyozikusanya, wakaonyesha. kwa hiyo Nasubiria nye bwana, mtufanye hiyo kazi, mje mtupe majibu haya. Bwana nimeipokea, asante sana Tobas. Uh, Dkt Rabin, nilikukatisha wale awali, ulikuwa unaongelea mantiki ya hizi namba na mwelekeo wa wa, wa, wa, wa sisi, ikizingatiwa Dar es Salaam uliopo hapa ndo mmekuwa kinara katika uandikishaji huu, eh, ni kweli? Uh, kama nilivyosema pale awali, hizi eh, namba zinaonyesha kwamba Watanzania sasa wengi eh, wanaimani na, na Chama Cha Mapinduzi na ni dhahiri pia kwamba Watanzania wana imani kubwa na, na rais wetu na mwenyekiti wetu wa chama e, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na e, na Mheshimiwa Dr. Mwinyi, lakini vile vile e, na viongozi wote wa, wa, wa chama chetu. Kwa hiyo na pia e, initiative ya chama chetu ya kusajili wanachama kidigitali pia inachochea ina, ina pia e, wanachama zaidi kujiunga. Kama wanavyojua tupo katika dunia ya kidigitali zaidi. Na, na chama kibaki nyuma. Kwa hiyo chama kinazidi kusogea na teknolojia na tunakwenda kidigitali zaidi mm kwa hapo -hmm. Ni, ma, ni matumizi kwa kila chama kuangani kwa namna gani kinatumia nguvu ya teknolojia kuhakikisha kwamba kina wanachama wake sawasawa mm -hmm. so, so. Thomas pamoja na kwamba mwenyekiti wa chama mm -hmm. hakutaka mm -hmm. kuweka wazi lakini alichokisema kinaweza kaa ki, kina mantiki katika uchambuzi. Amewaonya wale ambao pengine wanadhamira kukipasua chama mm -hmm. akisema wajitathmini kulikoni hiyo uh, ni lugha ya kawaida kuelekea kwenye uchaguzi uh, vyama vya siasa ni kama eneo lote lile lazima kuna, kuwa, kuna kuna makundi kuna watu waliokuwa na matamanio matarajio tofauti, lakini sasa mnapoenda kwenye uchaguzi eh, lazima chama kiweke msimamo na kusema kwamba tumeamua kwenda hivi, kwa hiyo tunaenda kwa njia hii. Kwa hiyo nadhani hiyo ni lugha ya kawaida tu ya kusema kwamba sasa kama chama, haya ndo mambo ambayo tumeamua eh wagombea wetu ni hawa kwenye upande wa urais makamu wa rais na rais Zanzibar Ehe, ilani yetu itakuwa ni hii Ehe, wagombea wa ubunge na wadiwani tukawachagua baadaye hapo watakuwa ni hao kwa hiyo ina maana kama mwanachama kazi yako ni moja ni kwamba ukitafutia kura chama kwa hiyo unaachana tena na siasa za ndani ya chama inakuwa sasa mnaenda nje mkiwa mnazungumza lugha moja kwa hiyo nadhani hiyo ni lugha tu ya kawaida ya uchaguzi ya kuwaonya au kuwatazia wanachama kwamba sasa ni kipindi cha kutoka na kwenda kwa sauti moja na sio tena kufarakana. Na mm -hmm, naamini kwamba kwenye hilo yuko sahihi kabisa, na naamini vyama vyote vya siasa, aidha wakisema hadharani au ndani, watatumia lugha kama hizo kwa wanachama wao kuambia kwamba bwana, sasa muda wa kupishana umepita, tunaelekea kwenye uchaguzi, msimamo wetu ni huu, twende kwa sauti moja. <laughs> Thomas, anasema kiuchambuzi, lugha kama hii ni ya kawaida kwenye vyama vya siasa hasa msimu kama huu. Nyie, mlioko ndani, asani tuambie mta ukipasua CCM ni imara. CCM ni imara sana na CCM chini ya Mheshimiwa Dr. Samia ni imara zaidi. Kwa hiyo na CCM na misingi yake. Mm. Eh, kwa hiyo wale wote ambao wanatoka nje ya misingi ya chama na kujaribu kuleta eh maneno yanayovuruga chama wanapaswa kujitafakari. Na CCM ina kamati zake eh ambazo zinajua jinsi ya kushughulikia wale wote ambao wanaleta chokochoko za kutaka kukipasua chama. Mm. Lakini kuhakikishie tu kwamba CCM ni imara. Na tupo tayari kwenda kwenye uchaguzi ujao. Ndiyo bwana. Lakini uh, amewapa jukumu mwenyekiti Samia Suluhu Hassan akisema, nitumie maneno yake, anasema mm -hmm. Chama kionekane kisikike kiheshimike. Hili ni jukumu mnapewa, mnalibebaje hilo? Eh, ni jukumu zito, na nadhani ni wajibu wa kila mwana CCM eh, kualika yote katika kila eh, kitongoji eh, eh, kijiji kata na taifa zima Kutembea kifua mbele na kuzungumzia yale mema eh, na mazuri ambayo chama inakifanya. Kwa hiyo eh, agizo la Mheshimiwa Rais eh, sisi kama eh, wanachama na, na makada wa CCM tumelibeba na tupo tayari kwenda kulitekeleza. mm -hmm. Sawa sawa Thomas, uh, Ijumaa wakati inasubiriwa um. Uh, kwa namna ambavyo umeuangalia mkutano katika siku ya kwanza ni yapi ya msingi unadhani tu yatarajie kwa Ijumaa siku ya pili na ya mwisho nje ya kuifahamu ilani mpya ya uchaguzi Raymond naona unauliza swali la kichokozi bila shaka <laughs> <laughs> unataka kujua kama E, nafasi ya mgombea mwenza kama itazibwa kesho. <laughs> Sasa mimi sina taarifa zozote, lakini lakini ndio naamini, naamini kuna mabadiliko fulani yatafanyika <laughs> kwa ajili ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, ili ili kumpisha naye mgombea mwenza hmm, asiingie kwenye uchaguzi akiwa na majukumu ya ukatibu mkuu. Sasa sina uhakika kama ni kweli, ila natarajia kwamba ili kumpisha Uh, mgombea mwenza aweze kufocus kwenye uchaguzi mkuu, basi huenda nafasi yake ikajazwa. Sasa tusubirie <laughs> kwenye, kwenye uchokozi huo huo. Thomas Kibwana, nasikia kuna surasura zimeonekana pongeni no. kwenye mkutano umeziona? <laughs> <laughs> Ah, tumeziona kaka <laughs> <laughs> tutarajie kitu sasa <zaza. laughs> Ah, kuna mtu alishai kusema akasema bwana do Dodoma ndo mkoa pekee ambapo eh, unaweza ukaingia na basi Hmm. E, ukaondoka na vingora <laughs> <laughs> lolote linawezekana <laughs> lolote linawezekana. <laughs> Thomas, nikushukuru sana kwa kushirikiana nasi katika kipindi hiki, asante sana, sana. Thomas Kibwana ni mchambuzi wa siasa na diplomasia ambaye tumekuwa naye katika studio zetu za pale Dodoma. Arabi, nini ambacho unakiona, unadhani kinaweza kikawa pia ni kipya ama ni muhimu kukizingatia katika siku ya pili ya mkutano mkuu wa CCM? Eh, asante sana Raymond na kama Kibwana alivyozungumza eh, CCM ni dudu likubwa sana eh, kwa hiyo tunapokwenda siku ya pili eh, na, na ya mwisho ya mkutano mkuu eh, tutarajie, eh, tutarajie surprises eh, eh lakini vile, vile eh nafahamu kabisa kwamba eh, wanachama cha muhimu kwamba wanachama wawe watulivu hmm, eh, wote kwa ujumla waliopo Dodoma na Tanzania wote kwa ujumla tuwe watulivu eh, tusubilie kupokea ilani lakini vilevile tusubirie maelekezo yatakayotolewa na viongozi wetu e, na pia tu tayari sasa e, kuipokea ile ilani tayari kwenda kuinadi kwa wananchi katika uchaguzi mkuu ujao. Mm-hmm. Unazungumza nini na vijana ambao ni sehemu kubwa ya pige kura na ni mtaji mkubwa katika chama chote ambacho kinataka kushinda uchaguzi bila kujali itikadi, vijana una, una, kitu gani ambacho wanatakiwa wakizingatia kuelekea kwenye uchaguzi huu? E, nadhani, kitu kikubwa namba moja e, ni kwamba vijana sasa tunapaswa kufocus katika eh, eh, kufanya yale mambo ambayo yanatija kwa taifa. Inasikitisha sana pale ambapo kijana Mtanzania wewe unakuwa ni nambari moja eh, kulisemea vibaya taifa lako. Kwa vijana, ni lazima tuwe wazalendo, tulipende taifa letu, na ni lazima pia tushiriki katika uchaguzi mkuu na kuichagua CCM ili yale mazuri yaliyofanyika yaendelee kufanyika, lakini vile vile vijana hatupaswi kutumika eh, kama eh, eh visababishi vya uvu, uvunjifu wa amani eh, wa nchi yetu. Hii nchi yetu Tanzania ni nchi nzuri na sasa kiuchumi inazidi kupaa, kwa hiyo tunatengeneza maadui wengi. Kwa hiyo vijana wasifate mkumbo katika kuingia eh, katika eh, mipango au propaganda za kujaribu kuichafua nchi yetu na kutuingiza kwenye machafuko. Vijana wote wa Tanzania tuwe wazalendo, tuipende nchi yetu, eh, tusimame na Mheshimiwa Rais Samia ili azidi kuinua nchi yetu kwenda mbali kabisa kimaendeleo. Kwenye swala la, la, la, la uchaguzi, si tu uh, vijana kwenda kupiga kura, lakini pia anapotokea nafasi kwenye, kwenye vikao vi, vi, vyenu mnavyokaa vya vijana, hataku vijiwenu mnapokutana kwenye kada mbalimbali na watu ambao mna milengo mbalimbali ya kisiasa, nafasi hizi za kugombea mnazitazama vipi? E, sintavizungumzia vyama vingine e, lakini mm -hmm. Kwa upande wa chama chetu e, tayari e, maelekezo yalishatolewa tarehe ya watu ya, ya wanachama kwenda kuchukua fomu na kujitokeza eh, katika kuwania nafasi mbalimbali ishaweko mbali, wazi. Kwa hiyo na sisiemu aina ya ubaguzi eh, mwanachama yoyote ambaye ametimiza vile vigezo vya chama anaweza akaenda kushiriki katika mchakato wa uchaguzi mm -hmm. na endapo atapitishwa katika michakato mbalimbali ya chama anaweza kachaguliwa na kuwa kiongozi mm -hmm. Kwa hiyo ni, ni nafasi pia nzuri kwa vijana wote eh, kushiriki katika, eh, kuleta mabadiliko yale tunayotaka katika nchi yetu. Asante sana Dr Frank Arabi, yeye ye ni kada kijana kutoka Chama cha Mapinduzi, CCM. Tumekuwa naye hapa tukiangalia aliyojiri katika siku ya kwanza ya mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, CCM. Yote kwa yote, kinachosubiriwa ni Ijumaa, ambapo ilani mpya ya uchaguzi itawekwa wazi, ikiwa ni miongoni mwa ajenda ambazo CCM ilishasema awali itazifanya katika siku mbili hizi za mkutano wao. Endelea kutazama UTV, utakuwa na uchambuzi zaidi kwa mambo mengi ambayo yanaendelea kujitokeza kuelekea uchaguzi mkuu. Mimi ni Raymond Nyamwihula, endelea kuitazama UTV na asante sana kwa kuwa nasi katika matangazo haya.